Huyu Kasongo, si mimi nilikuwa naibu wake. Mimi nilikosana na yeye kwa sababu ya kufinya wameru na waembu na Wakikuyu. Yeye alichaguliwa na watu ya mlima 47%. Mimi nikimuuliza haki ya Wameru, anasema mimi ni mkabila. Tukimuchagua yeye alikuwa Mmeru, tukimchagua alikuwa Mwembu, alikuwa Mkikuyu. Mimi nikamuuliza wewe Kasongo, watu wa Meru walikuchagua. Bona umevuta Jafeth Kome kazi. Bona unapanga jama ya kumvuta Madha Kome kwa nini? Umekataza kijana ya mudhaura amekuwa number one kwa KRA umekataa. Kwa nini Nithi Bridge ulituambia ukiweka Biblia chini mwezi sita utakuwa umemaliza? Umekataa. Sasa, mimi nikimwambia mambo ya Meru akasema mimi ni mkabi. Akaita hii wabuge wenu wa Meru akawadanganya, o mimi nashindwa kufanya kazi Meru kwa sababu ya Rigiji, nisaidiane kumfukuza ndiyo kazi ifanyike. Tangu nitoke kuna kazi imefanywa hapa. Ni wajinga, si wajinga? Sasa shitaka moja, shitaka moja nilipigiwa pale Senate, ati ile makosa nilifanya pale Senate na wabunge wenu wameunga mkono seneta Kadhuri amesema ndio, ati makosa ya Rigadhi Gashagua ni kununua shamba Meru. Si mimi, ni mtoto ya mama? Sasa, mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu, iko makosa? Sasa huyu seneta wenu, hawa wabunge wenu, wanaweza enda aje kufukuza Rigadhi Gashagua ati amenunua shamba Meru? Ni ujinga, si ujinga? Sasa mimi kama ningekuwa na shamba Meru na nimejenga na niko naibu wa rais, si ningekuwa karibu na nyinyi? Bona hawa wanasikia vibaya nikiwa nyumbani? Sasa mimi niseme, mimi niseme hiyo shamba yangu ninunua, nitajenga, mtakuwa mkija kuniona hapo neguo, sindio? Kasongo na watu yake wameza we, wameza wembe.